Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu. Shikamu mama, shikamuu Mheshimiwa Rais Mama samia Suluhu Hassan, mama wangu, nimekuja mbele yako. Mimi kwa majina naitwa Mwanaisha Isaac Msekiwa mama, niktokea Bukoba, ni mkazi wa Bukoba. Mimi ni mama yake na Jenifer almaarufu Niffer, mama, nimekuja mbele yako kuomba msamaha kwa ajili ya makosa aliyotenda binti yangu. Binafsi mwenyewe sikuyapenda mama, ndio maana nimekuja mbele yako kumuombea msamaha, lakini pia najiombea na mimi na familia nzima. Nimeagizwa na familia nzima nije kuomba mama. Mwanangu nitegemezi katika familia yetu mama hatuna wa kumtegemea zaidi ya Niffer. Ni mtoto mzuri tu, wengi mnamjua Tanzania. Naomba mniombe msamaha kwa binti yangu, sijui imekuwaje ametetereka. Na mwanangu anakupenda sana, mwaka jana tu ameanzisha challenge ya Samia suru suti na ikawa imekubalika sana, yote ni yote ni kuonekana ni jinsi gani kama mheshimiwa rais wetu